Maeneo muhimu kuna mechi muhimu za maamuzi. Tumeona jinsi Chazi au ana penetrate nimekupa mfano. Kuna mechi ya nusu fainali dhidi ya Stellenbosch, goli lake pekee ndio limepeleka fainali, na leo goli lake pekee ndio limetupeleka kwenye hatua inayo fuata. Kwa hiyo kimsingi wachezaji wote ni wazuri, isipokuwa chemistry bado haijakaa sawa. Tuwape nafasi, tuwape muda, wakizoeana tuna timu nzuri sana msimu huu, bonge moja ya timu, tuko msimu uliopita. Hii timu haina sababu zote za kuchukua ubingwa, tukachukua ubingwa NBC Premier League na tufike mbali CAF Champions League. tunayo timu hiyo. Eh, kwa mpira huu mnaona sasa Ahmed Morocco anabidi aaminiwe sasa kupewa timu. Ahmed Morocco ndio maana aliaminiwa akapewa timu sasa, ukisema aaminiwe, aaminiwe mara ngapi? Yeah. Alishaaminiwa ndio maana akapewa timu, kwa hivyo alivyoaminiwa alivyoaminiwa Emedi Moroko ndio maana akapewa timu na katuvusha. Kwa mm hiyo -hmm. Klabu ya Simba kupitia bodi ya wakurugenzi ilishamwamini. Unaelewa? mm -hmm. Ilishamwamini ndio maana imempa timu na leo kwa uwezo wake. Kwa sababu Emedi Moroko hajawahi kufeli kwenye mechi za kimataifa. mm -hmm. Amepeleka Taifa Stars kucha, mm -hmm. e, mashindano ya chani mara tatu mfulizo, mm -hmm. na mwaka mwaka huu mwezi wa 12 anaipeleka Afcon Moroko kama unakumbuka. Kwa mara ya kwanza tangu taifa liundwe mwaka 1961 tangu mpira wa nchi uchezwe mwaka sitini na tano, nayo tunamshukuru Morocco kwa, mm. kwa so uwezo mm. wake mm. tumtakie kila heri eh. eh. kwa ni mwalimu mzawa mzuri mm. kutumainiwa katika taifa hii na sisi kama Watanzania mm tunampenda Moroko tunamheshimu tunamthamini na tuna, tunamshukuru kwa hiki ambacho ametusaidia kutuvusha hatua hii. Ukihesabu mechi za haraka haraka za kimataifa, hii ni mechi ya tisa. Mechi nane mfululizo Simba anapata matokeo katika dimba la Benjamin William Mkapa, nikiwa na maana kwenye tournament za CAF, hii ni mechi ya tisa, Simba anatoa sare. Shida iko wapi? hali hali tunasema kwa Mkapa hatoki mtu, slogan iloanzia tangu msimu mwaka jana mpaka kwenye hatua ya finali leo kwenye hatua za awali Simba anashindwa kupata matokeo. Uh, leo niwaambie tu, kwanza tuwashukuru wachezaji wetu walivyocheza vizuri kwa sababu gani? Kwanza wamecheza bila mashabiki, mechi yao Gaboroni ilikuwa na mashabiki mm -hmm. nafikiri Mkapa wange, eh? Hawa mashabiki na wamefungwa nyumbani kwao hivi, nafikiri sisi tungekuwa Benjamin Mkapa wangepona leo, hawa wangekula tano mashabiki, tungekuwa Mkapa leo walikuwa kula tano hawa, unajua wakati eh? uh -huh. mwingine wachezaji wa kimwani Dr Mo amekaa pale ana ana ana hanikiza watu wa mm -hmm. nguvu wanapambana wanajua nee, tukikosa goli hapa tuta disappoint hawa mashabiki unaelewa. Kwa hiyo wanapambana, unawapa nguvu, unawapa hamasa, wanafanya vizuri. Leo walikuwa timu wachezaji wetu uwanjani mashabiki, okay, walikuwa hakuna. Yeah. Wao mechi yetu mechi yao ya kwanza wamecheza na mashabiki Francisco pale town pale Gaborone. Yeah. Yes. Lakini tukawafunga kwa. Yeah. Leo umati huu ungekuwa Benjamin Mkapa, yeah, habari ingekuwa nyingine kaka, unaelewa. Yeah. Okay. Kwa sababu yeah, hamasa mashabiki ndio wale, wakati mashabiki ni wachezaji wa kumi na mbili. Jose Mourinho moja wa makocha makubwa sana duniani na makocha bora anakuambia Football made for fans. Mm. Mpira upo kwa ajili ya nani? mm -hmm. ya mashabiki, kwa mpira ni kwa ajili ya mashabiki leo ekiopo uwanjani, inawezekana nawezekanamengine yangetokea bwana mm. umeushuhudia mchezo vizuri, mimi nataka tuzizungumzie mimi na wewe kiutaalamu zaidi mm. nafasi ambazo wamezirti Simba lakini wameshindwa kuzibadilisha kuwa magoi Simba ametengeneza nafasi nne. Katika nafasi nne nafasi mbili ndio zilikuwa za wazi. Nafasi hizo mbili za wazi zote amekosa Jean Ahoua. Unanielewa? Ukiitazama nini kwa nini amekosa Jean Ahoua? Ndio kile ambacho nakwambia. Mpira umetoka kwenye eneo la kiungo cha katikati umeenda kwa Steve Dese Mukwara akiwa kwenye eneo zuri ambalo yeye mwenyewe angekuwa mchoyo angeweza ku attempt. Unanielewa? Akaona hapana. Mwenzangu Jean Ahoua yupo kwenye nafasi nzuri zaidi ya yeye kufanya kufunga kuliko mimi. Alichokifanya ni kupeleka pasi ya mwisho, final finishing ambayo aliposa kuimaliza Jean Ahoua. Ya matokeo yake hakufanya hivyo. Umeelewa? Nafasi ya pili ni hiyo ambayo Ahoua amempiga ame paka kipa chenga. Akakosa. Ukiangalia nini kilichopelekea hapo ni tuseme ni ile pressure ndio inazunguza mimi. Ni pressure ya mchezo kwamba mchezo ni mkubwa huu. Alafu niwaambie tu wapenzi wa soka Tanzania. Simba ndio timu pekee kutoka Tanzania ambayo tumecheza na mabingwa nchini kwao Botswana. Yes, Yanga wamecheza na Mchekea kama Simba Star. Waliete FC sio, sio mabingwa nchini kwao. Hata Singida Black Stars kwa shirikisho wamecheza na mtu ambaye sio bingwa nchini kwao. Azam the um, nafasi ya tatu. Azam the same wamecheza na, na timu ambayo sio bingwa nchini kwao. The only club ya Simba kutoka Tanzania ndio imecheza na timu ambayo ni bingwa nchini kwao Botswana. Eh, Gaboroni hii ni bingwa nchini kwao Botswana ni timu bora kuliko timu zote ambazo wamecheza nazo hawa vilabu vingine hata kuna intensi ya, ya mchezo utategemea kwamba Simba angekutana na mchezo mgumu kuliko hizo timu zingine za Yanga Azam na Singida kwa sababu hawa ni mabingwa nchini kwao. Understand me? Kwa hiyo kikubwa ni kwamba mechi ya leo ilikuwa ni mechi ngumu ukiangalia mchezo wa wa wa leo ulikuwa ni mchezo wa mathematics, mchezo wa mahesabu kwa hiyo wanafunzi wa mem kwa waweze kujua Unaweza kwa sababu kule CAF Champions League lazima ukarekuti mahesabu. Ukifanya hesabu zako vibaya mavala haufanikii kwenda. Unaelewa? Ndio maana wanafunzi wote ambao wanabakia mitihani wanaferi. Mtihani unahitaji akili namna gani ya kujibu maswali ya mtihani, sio kila swali utakao likimbilie. Ndio ambao atakufaa Simba. Na hamna kuattempt maswali ya mtihani, ili afaru NECTA form four form six afike mbali. Unaelewa? Wale wote ambao wanafanya wana, wana, wana, wana, wana, wana, wanafanya mitihani kwa kurupuka. Pala unakuta mwanafunzi anasoma sana, anakesha darasani, lakini kuna hata asubuhi ameondoka kone mpira, yupo kama Dokta Mo, kone mziki, yupo michezo usiku, lakini kuna mtihani anakuwa kwanza. Kwa sababu gani? anasoma kitu kimoja cha possibilities, anasoma possible. Watu wote ambao mmesoma mkosa, tunao possible kwamba unasoma kitu ambacho kina uhalali wa kutoka ule mtihani. Kwa Simba anajua kinachotakiwa kufanyika ni pepa. Kwa Simba we know how to go through na hizo CAF champions rigi, ukileta ujuaji huku kwamba mwalimu nipe katasi, nipe katasi, nipe katasi. Kuna watu mwalimu, niongeze katasi mara nne, alafu anafeli mtihani <laughs> kwa huku ni mahesabu mathematics, eh mwembe. Kwa hiyo tucheze vizuri, vibaya, vibaya. Cha msingi tufaje tuvuke, kwa sababu hakuna faida wewe kucheza vizuri kwa feri, unacheza vizuri alafu huende atu naofuata utampona, Yanga kelele zake huwezi kuzipona. Wao wenyewe jana wamecheza vile, leo Roman Fozi yupo kikangoni, anakaribia kunyolewa Roman Fozi, kwa taarifa nazo za Cuba hamalizi masaa 48, wallahi, Roman Fozi hamalizi masaa 48. Rb, shikieni ananyolewa clip, Roman Fozi hamalizi, hamalizi masaa 48, ananyolewa. Kuna vikao vya siri vinafanyika leo usiku vya maamuzi kumnyoa Roman Fozi, kwamba ameshindwa kuifundisha Yanga. Mimi nawaambia za Cuba, mimi mtamwa za Cuba kaka Robani Fazi nanyorewa masaba a nane mavao mavaaanikumbuka wazee wamekaa wamesema hapana, huyu kocha anatakiwa akafundisha Sinza Star yeah. hana haja ya kufundisha Yanga, wameshtuka. Mi naambia masaba a nane hapiti, atanyorewa kwa yeah. sababu wameona kabisa timu yao inakwenda ndodokeandodokela.